Tulishuhudia Naivasha akichukuliwa na Lucien hadi kwenye mapango ya siri yaliyoko mwambao wa bahari, wakikimbia vikosi vya Solea Security vilivyoongozwa na Director Cova. Ndani ya lile pango, sauti ya mwanamke wa ajabu aitwaye Yeyara, mama wa vampires wote, ilianza kuzungumza ndani ya akili ya Naivasha, ikimwita mtoto wa damu mbili. Pango likaanza kutikisika, mwanga mwekundu ukajaa kila upande, na Naivasha akahisi kizunguzungu, kisha kupoteza fahamu. Lucien akamkumbatia, akimnong'oneza, Samahani, lakini hii ndiyo hatima yako. Sasa basi, baada ya kukumbuka tulipoishia, hebu twende wote tukasikilize sehemu ya tatu ya simulizi yetu kali ya Damu Ya Mwisho. Giza lilikuwa limetanda kila kona, upepo mkavu ulivuma ndani ya lile pango, ukibeba harufu ya damu na unyevunyevu wa miamba. Macho ya Naivasha yalifunguka taratibu, yakikumbana na nuru nyekundu iliyokuwa ikipiga ukutani kama moto wa kuzimu. Kilio cha popo, mlio wa maji yakidondoka na sauti ya pumzi ya Lucien viliunda mchanganyiko wa sauti za ajabu zilizozidi kumpa hofu. Nipo wapi? aliuliza kwa sauti dhaifu. Lucien hakujibu mara moja, alikuwa amepiga magoti mbele ya sanamu kubwa ya jiwe lililokuwa na umbo la mwanamke aliyevaa mavazi ya kifalme ya kale. Sanamu hiyo ilikuwa ikitoka moshi mwekundu, na macho yake yakionekana kama yanapumua. Tuna muda mdogo, Lucien alisema kwa sauti ya chini. Yara ameamka, na Evasha na damu yako ndiyo sababu Naivasha akainua kichwa akitazama mikono yake ambayo sasa ilikuwa iking'aa kama chuma chenye moto. Mimi, kwa nini mimi? Lucien akamgeukia taratibu, macho yake akionekana kama mtu aliyechoka kupigana na hatima. Kwa sababu wewe si binadamu kamili, na pia si vampaya kamili. Wewe ni mchanganyiko uliokatazwa, damu ya mwisho ya kuunganisha pande mbili za dunia. Na kabla hajaelewa maneno hayo, giza likazidi kuwa nzito kutoka ukutani, moshi mwekundu ukajikusanya na kuunda umbo la mwanamke mrefu mrembo na mwenye sura ya kutisha. Nywele zake ndefu zilikuwa zikipepea hewani kana kwamba upepo ulitoka ndani yake. Naivasha, sauti yake ilisikika kama wimbo wa zamani wa kilio. damu yangu imeamka ndani yako, ni wakati wa kuchagua, damu ya nuru au damu ya giza. Naivasha akachukua hatua nyuma akihisi moyo wake kupiga kwa kasi. Sijui unamaanisha nini, mimi si sehemu ya haya mambo. Yara akatabasamu kwa huzuni, unajua, ulikuwa unajua tangu ndoto yako ya kwanza, ulikuwa unaniita kwa jina langu, mtoto wa damu mbili. Lucien alijaribu kusogea kati yao, Yara tafadhali, acha, ukimwamsha sasa dunia nzima itapata maangamizi. Yara akamgeukia kwa hasira kali. Wewe uliishi miaka mia nne ukiwa mwoga wa hatima yako, sasa unaniambia nini cha kufanya? Kwa kasi isiyo ya kawaida, Yara akamvuta Lucien hewani kana kwamba ni karatasi, akamtupa mbali kwa nguvu, akigonga ukuta na damu kumtoka mdomoni. Lucien na Ivasha alipiga kelele, alijaribu kumkimbilia, lakini mwanga mkali ukamzunguka ghafla. Kila hisia ya maumivu, hofu, upendo na hasira ikaanza kupishana ndani yake alisikia sauti nyingi kichwani zikimwita, zikimpa amri: amka, amka, amka. Ghafla macho yake yakang'aa kwa miale ya damu safi. Sauti yake ikabadilika, ya ikawa nzito na ya ajabu. ninaona kila kitu. Yara akatabasamu kwa fahari. Ndiyo binti yangu, dunia ya damu na dunia ya uhai zimeungana ndani yako. Karibu nyumbani. Lakini Lucien akiwa bado anatetemeka kwa maumivu, alipaza sauti Usimsikilize Naivasha! Ukimkubali hautakuwa tena wewe, utapotea kabisa. Naivasha akajikaza, akashika kichwa chake kwa mikono yote miwili. Sauti zinaniumiza, siwezi. Ghafla pango lote likatikisika, mawe yakaanza kuanguka, na kutoka mbali milio ya silaha za moto ikasikika. Kova na askari wake walikuwa wanavunja lango la pango. Walipofika ndani, macho yao yalishuhudia jambo lisilo la kawaida Mwanamke aliyesimama katikati ya mwanga mwekundu, macho yake yakitoa cheche na miili ya askari waliokuwa karibu naye wakianguka taratibu, kana kwamba nguvu fulani inawanyonya uhai. Hii ni ni nini hiki? Kova alipaza sauti, tupeni risasi za plasma! Miale ya mwanga ikaanza kupiga kila kona ya pango, lakini kila risasi ilipogonga hewa karibu na Naivasha iliyeyuka, kana kwamba ilimezwa na giza. Yala akainua mkono wake akatupa wimbi la hewa lililowasambaratisha askari wote. Binadamu hawajui mpaka watakapogeuka majivu, alisema kwa sauti ya baridi. Lucien akainuka kwa shida, akavuta upanga wake wa kale wenye miale ya bluu. Yara, kama ni lazima niangamie basi ni kwa kuzuia damu hii isigeuke kuwa laana. Akamrukia kwa kasi ya ajabu, upanga wake ukigonga nguvu za giza. Mwanga mkali ukalipuka ukajaa pango lote. Naivasha alisikika akilia kwa maumivu. Sitaki tena damu hii. Sitaki kuwa kiumbe kama nyinyi. Yara akamwangalia, akashika uso wake kwa upole. Lakini damu hii ndiyo wewe, Naivasha. Ukikataa utakufa. Naivasha akavuta pumzi ndefu, macho yake yakimetameta. Bora nife nikijua nilichagua mwanga kuliko kuishi gizani. Kwa hasira, Yara akapiga kelele kubwa. Mwamba mkubwa ukapasuka. Maji yakaanza kuingia kwenye pango. Lucien akamkimbilia Naivasha, akamkumbatia, wakazama ndani ya mwanga mkali wa damu uliolipuka kutoka milini mwao. Kova akiwa nje aliona bahari ikitoka damu, mawimbi yakipiga ufukweni kwa nguvu zisizo za kawaida. Helikopta zilizokuwa angani zikapoteza udhibiti, zikayumba kwa nguvu. Kova akashika kifua chake, akisema kwa sauti ya woga na mshangao, Mungu wangu, damu ya mwisho imezaliwa tena. Wakati huo huo, ndani ya kina cha maji, Naivasha alipofumbua macho yake alijikuta ameshika mkono wa Lucien, lakini uso wake ulikuwa umeanza kubadilika, sehemu yake ya kibinadamu ikipotea taratibu. Lucien, nisaidii. Lucien kwa macho ya huzuni akamwambia kwa upole, nitakusaidia, lakini kumbuka, ukikubali damu hii kikamilifu, hakuna kurudi nyuma. Naivasha akamwangalia, macho yake yakitoa mwanga wa damu na machozi yakichanganyika na maji "Basi tutaishi gizani pamoja." Mwanga mkubwa ukalipuka tena chini ya bahari, na kwa mbali mwezi ukawa mwekundu. Sauti ya Yara ikasikika hewani ikicheka kwa sauti ya mbali ikisema, hatua ya kwanza imeanza. Asante sana kwa kuwa nami mpaka mwisho wa sehemu hii ya tatu ya simulizi yetu la kusisimua damu ya mwisho. Tumeona jinsi nguvu za damu zilivyozidi kuamshwa, na sasa dunia nzima inaanza kutikisika. Je, Naivasha ataweza kudhibiti damu hiyo yenye kama roho mbili? na Lucien, je, atamuokoa au atampoteza kabisa? Usikose sehemu inayofuata, maana huko ndiko ukweli wa damu hii ya mwisho utaanza kujitokeza taratibu. Na kushukuru kwa muda wako na upendo wako mkubwa kwa simulizi zetu. Kama umependa sehemu hii, endelea kuwa nasi. Simulizi haijaisha, bali ndipo inaanza kuwa ya moto zaidi. Tuonane kwenye sehemu ya nne ya simulizi yetu ya damu ya mwisho. Kwa sasa, kwa heri ya muda. Nakumbuka si kila damu inaishi, nyingine huamsha giza.